Uh, mimi naitwa Zainab Utindi, natokea pale Muhimbili katika taasisi ya mifupa na ubongo pamoja na mishipa ya fahamu. Uh, mimi ni uh, muuguzi mbobezi katika chumba cha wagonjwa maututi, lakini pia ni afisa lishe mbobezi uh, leo tapenda kuzungumzia kuhusu lishe na Ramadhani uh, Lishe na Ramadhani, aa, ni kwamba tumeambiwa tume au tumeamrishwa kwamba tufunge tupate afya. Sasa hii inabidi kweli tuitendee haki kwamba tufunge ili tupate afya. Wa pale unapofunga au tunapojizuilia kula ni kwamba tunajizuilia kula pamoja na mengineyo, lakini pale tunapojizuilia kula, ina maana zile sumu zilizoko katika mwili wetu, yale mafuta mafuta mabaya, zile rehemu mbaya zilizoko katika mwili yetu, huwa zinayeyuka au zinaondoka. Kwa hiyo pale zinapoondoka, sasa tujitahidi sana, sio kwamba mchana kutwa nimeyeyusha labda gramu kumi za mafuta, alafu wakati wa kufuturu ni kala gramu thelathini za mafuta. Pale ndo unajikuta mtu umeanza kufunga saumu yako ukiwa na kilo sabini alafu umemaliza na kilo sabini na tano au themanini hapo utakuwa haujafunga kwa kupata afya. Kwa hiyo tunapofunga, sio kwamba ile kanuni yetu ya ulaji unaofaa na mtindo bora wa maisha nao imefunga au imesafiri la hasha tunatakiwa tuifate ulaji unaofaa na mtindo bora wa maisha, kwa maana ya kwamba tuzingatie mlo kamili, kwamba wakati wa kufuturu sasa tuhakikishe katika makundi yetu sita ya vyakula kila chakula aina moja tunakitumia. Kwa mfano mzuri ni kwamba uh, katika makundi yetu sita uh, kundi la kwanza ni vyakula vyote vinavyotokana na mimea, aa, mizizi, nafaka pamoja na ndizi mbichi. Ninavyosema nafaka namaanisha mchele, juu, mahindi, ulezi, uwele, mtama, na ninavyosema mizizi ni pamoja na magimbi, viazi, mihogo, ming'oko. Yote hiyo ni mizizi na ndizi mbichi. Ndizi ikiwa mbichi inakuwa katika kundi hili la vyakula vinavyotupatia wanga na joto aa. Nishati hii inayotupatia wanga hutupatia nguvu. Kwa hiyo nishati hii ni muhimu tule, lakini kwa kiasi kidogo, kulingana na kazi unazozifanya. Lakini kundi lingine ni kundi linalotokana na wanyama pamoja na mazao yao, ng'ombe, maziwa, aa, kuku, mayai dagaa samaki. Uh, kuna ndugu zangu wengine wanakula kumbi kumbi, senene, zote ziko katika kundi hili ambalo linatupatia protini au utomwili. Protini Kiswahili tunaita utomwili. Hii kazi yake kubwa ni kujenga mwili, lakini na kurepea zile tishu au nasema zile seli zilizoharibika. Kwa hiyo protini kazi yake ni kujenga mwili, lakini pia inatusaidia katika kinga ya mwili. Kuna uh, kundi lingine la tatu ambalo nalo linatupatia protini lakini linatokana na mimea ambayo ni jamii ya mikunde pamoja na uh, mbegu, mbegu za mafuta. Hili kundi hili tunatakiwa tusilisahau kabisa, kwa sababu kuna maragi hapo, kuna kunde, eh, choroko, mbaazi, dengu, lakini pia nazi inaingia hapo na karanga, korosho zote zinaingia hapo. Hiyo kazi yake kubwa, pia tunapata protini, tunapata madini, tunapata mafuta, hivyo inatusaidia mwilini uh, kuendelea kuwa na afya njema, tuna ngozi nzuri, tuna nawiri, tuna nguvu, lakini kwa sababu ya vyakula hivi. Kundi lingine la nne ni mboga mboga. Mboga mboga mboga huwa aswa kipindi cha mfungo wa Ramadhani tunasahau sana, lakini kundi hili tukumbuke la mboga mboga, aa, ni linatupatia sana vitamini lakini na madini ambayo hayahifadhiki katika miili yetu. Hivyo basi kila mlo unaokula ni vizuri tukawa na mbogamboga, na ninavyosema mboga mboga ina maana ya kwamba ni zote aina yote ya mboga za majani, biringanya, kabichi, mchicha, nyanya chungu, bamia, zote hizi ni mbogamboga mboga. Na inawezekana kabisa mkoa uliokuwepo wewe kuna majani haya wanakula, mengine hawali, wengine wanakula majani ya maharage kule Kigoma, lakini kule Moshi tunawapa ng'ombe, lakini hayo yote ni mboga za majani madamu pale haikuzuru na ni katika mila na desturi pamoja na mazingira yaliyokuzunguka, ni mboga hiyo pia ni mboga ya majani, lakini usisahau walau kuiweka mafuta kidogo Yatoka nayo na mbegu kwa sababu hakuna mboga chukuchuku. Ukipika mboga chukuchuku chukuchuku utakosa vitamini A, E, D na K ambayo ndio tunahitaji sana. Ah, kundi lingine la tano ni matunda. Matunda ni muhimu sana kula matunda, sababu matunda yanatupatia pia vitamini pamoja na madini, lakini yanatuongeza damu. Matunda yanatufanya tupate zile nyuzinyuzi muhimu zitatusaidia sana kupata haja kubwa kwa urahisi, lakini pia zitatusaidia sana zile nyuzi nyuzi mmengenywa chakula uende haraka, lakini pia zitatusaidia zile nyuzinyuzi kujikinga na magonjwa kama saratani za utumbo mpana. Kundi lingine la mwisho ni mafuta, mafuta mazuri yatokanayo na mbegu za mimea, lakini kundi hili tunatakiwa tulitumie kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo haya yote ni makundi sita ya chakula ambayo katika majumuisho yetu ya futari pamoja na daku lazima tuyapate, kwamba hata kama unaweza. Pale mimi ndo mama nyumbani, bajeti yangu ninavyoenda sokoni, nihakikisha kuna kunde au maharage au choroko au njegere, lakini pia walau na dagaa eh, au tunaweza tukapata yai E, au tukapata maziwa, lakini pia tunaweza tukapata muhogo au tukapata kiazi, lakini pia tunaweza tukapata walau ndizi ya kuiva tukakata kipande labda na chungwa tukakatiana vipande vipande, lakini pia mafuta ambayo nitakuwa nayatumia sana katika shughuli zangu. Hayo ndiyo makundi yetu sita ya chakula ambayo tunatakiwa tuyapate. Kwa wale ambao umri kidogo umekwenda ni vizuri tukaongeza matunda na mboga mboga kuliko vyakula vinavyotupatia uwanga. Kwa hiyo tupunguze mihogo, lakini tuongeze mboga za majani, au tupunguze muogo, tuongeze kachumbari. Lakini hii itategemea na kazi unazoifanya sijakawa, wewe unabeba zege, alafu ukajikuta unakula mboga za majani. Ina inamaana kesho utashindwa kubeba zege. Lakini kuna yule ambaye anakaa ofisini kuanzia asubuhi mpaka jioni. Huyu anatakiwa kwa kweli ikiwezekana ale mboga nyingi tu na matunda. Lakini hizi uh, vyakula vya wanga apunguze kabisa, ili kweli apate afya. Zile akiba ziwe zimepungua. Lakini pia kuna mambo muhimu sana ya kuzingatia kama nilivyosema wakati mtu anavyoenda kununua vyakula, kufanya bajeti. Nunua vile vyakula ambavyo vinapatikana kwa msimu huu. Ili mradi tu aa, katika yale makundi sita upate, lakini pia nunua vyakula ambavyo unaweza kuvihifadhi, labda vikakaa siku mbili tatu. Kwa mfano, nimenunua gimbi gimbi, naweza nikalipika leo, lakini na kesho kutwa na bado likawa liko vizuri. Lakini nikanunua ndizi, nikaipika leo ndizi, lakini kesho imeanza kuiva, nikaiacha, nikaivundika, ili nitaila kama tunda. Kwa hiyo ni vizuri sana kuangalia, ili pia tusijiongezee kubwa msimu huu. Lakini pia mpishi, mpishi inabidi uzingatie sana uh, matumizi ya sukari, chumvi pamoja na mafuta, maana katika research zinazoendelea au study au uchunguzi unaoendelea tumeonelea kwamba uh, wataalamu wengi wameonyesha kwamba mafuta, sukari na chumvi kwa kiasi kikubwa huwa vinatuletea magonjwa aswa yasiyoambukiza, magonjwa ya moyo, shinikizo la juu la damu. Yote hayo yanasababishwa na sukari, chumvi na mafuta. Kwa hiyo ndugu yangu mpishi, mama mwenzangu au kijana, maana siku hizi hata wanaume wanapika, mtutumie mafuta kwa kiasi kidogo, na vile vyakula vyenye mafuta mengi huwa mara nyingi ukiwa umefunga katika somu vina huwa vinasababisha sana gesi. Huwa hatujui tu, lakini wewe unakula mshikaki ya nundu unaweza ukajikuta unapata gesi sana, kwa sababu vile vinahitaji asidi nyingi ili vimengenywe. Sasa wewe umekula tu ghafla umelala, eh, umelalia ule upande wa tumbo, kwa hiyo kile kifuniko cha tumbo, asidi inakuja nyingi pale, inakuunguza, lazima upate gesi. Kwa hiyo tupunguze vyakula vya mafuta, lakini pia tunaweza tukatumia viungo Via chakula mfano mzuri, tunapenda sana ule uji wetu wa muhogo, tunaweka pilipili manga. Pilipili manga ni nzuri, inasaidia kwa wale ambao hawana vidonda vya tumbo. Sasa inasaidia kwamba ile amsha amsha, kufanya stimulation, kwamba sasa chakula kinakuja, kwa hiyo tumbo linakaa tayari kupokea chakula. Na viungo kama tangawizi sio vibaya, vinasaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo tuepuke kabisa vyakula vya kukaanga, tuchemshe, tuchome, tupike kawaida. Vitoweo vyote tujitahidi tuchemshe au tuchome ili kupunguza matumizi makubwa ya mafuta. Lakini pia tunatakiwa tuzingatie sana mlo kamili, kama nilivyosema, kula mboga mboga na matunda kila mlo. Kula kwa kiasi kula futari kidogo, kula daku kidogo. Sio unakula tu na kulala, hautapungua. Hautapungua, utajikuta unaongezeka uzito. Unakula saa hiyo hiyo unalala. Kula wala uendelee na ibada zako hata masaa mawili ah, ndipo ulale. Sio unakula tu na kulala. Kwa hiyo unajaza gari full tanki, kwamba hilo gari linatakiwa liende Moshi Haya, ilo gari linatoka Kariakoo Tandika limemaliza. Hapana, si sawa. Ndiyo vitambe, si tupunguze vyakula vya kukanga, lakini pia vya gesi sana tujitahidi. Lakini kuna vinywaji vyenye kafeini. Uh, vile husababisha kabisa, uh, kupunguza unyonywaji wa madini. Kwa mfano nimekula labda leo nimekula uh, muhogo na maini, lakini nikashushia labda hapo hapo nikashushia kinywaji chenye ni kafeini, kwa mfano kahawa, pia na kafeini. Kwa hiyo yale madini yaliyokuwa kwenye maini, madini ya chuma ambayo yatatumika kuniongeza damu mimi hayatachukuliwa tena, kwa sababu ile kafeini imezuia unyonywaji. Kwa hiyo unaweza, sikukatazi kunywa kahawa, ukatazi kunywa chai ya rangi, lakini unaweza ukanywa tu yenyewe bila kula maini yako, pamoja labda na mboga za majani. Kula wakati mwingine, usiviambatanishe hivi vitu, visiliwe kwa pamoja. Hata kama ni kinywaji chako chenye kafeini, nataka kukinywa kinywe baadaye, usi kinywe pamoja, ili ukazuia aa, aa, virutubishi muhimu kuingia mwilini mwako. Ni vizuri tukala kama nilivyosema, vya kuchemsha. Kuna boga pale, kuna mboga mboga za majani kidogo, una kibakuli chako kidogo cha kunde, ukala kidogo kidogo, baadaye tena ukakaa umetoka, labda kuswalisha, ukala tu tunda Kini baadaye, tena labda umelala ukaamka, ukapata labda maji ya madafu, au kala wali wako upao mmoja, e, na samaki yako kipande na mboga mboga, huo unakuwa ni ulaji mzuri. Lakini kuna vitu vya kuangalia sana, tujihadhari sana na vyakula vichochezi. Lakini hivyo nimeshavitaja, kama hizo kafeini nimeshavitaja, lakini vyakula ambavyo pia ni vi kuna watu wengine huwa wana tabia ya kujaa gesi tumboni. Kwa hiyo jitahidi vile ambavyo vinakupa gesi kwa kipindi hichi usivitumie sana, kwa sababu muda mwingi tumbo lako linakuwa tupu. Sasa ukija tena ukila na vyakula ambavyo vina gesi zaidi vitakuongezea gesi. Lakini pia uh, wakati wa futari ni vizuri ukakumbuka maji. Yaani, tunatakiwa kiafya tunywa maji glasi nane kwa siku. Hiyo haijalishi umefunga au haujafunga, walau glasi nane umalize ili figo zifanye kazi vizuri, lakini pia itategemea na kazi unazofanya kwa mfano, mtu anaobeba mizigo anatoka jasho sana, yule anaweza akanywa maji zaidi glasi nane unakuta mwingine mpaka kumi lakini atakunywa kulingana na uhitaji. Usisubirie kusikia kiu. Watu wengi mwezi huu hatunywa maji, watu wengi sana tunasahau maji. Na kushauri mimi mtaalamu walishe, jitahidi sana wakati wa iftari pale, wala umemaliza glasi zako mbili umetoka tena kuswalisha walai, tena jitahidi tena walau nyingine mbili mpaka tatu yaani kabla basi hujalala uwe hata una glasi zako nne mpaka sita uwe umezimaliza, ili wakati wa daku umalizie zile mbili, lakini zile nane ziko pale pale. Ah, matunda ni vizuri pia tukajitahidi kupata matunda, sio kwa kiasi kikubwa una lazima yakula tikitimaji zima. Hapana, tikitimaji moja linaweza likaliwa siku mbili, kipande kidogo. Kama nilivyosema mwanzo ni kwamba kuna virutubishi ambavyo havina store ndani ya mwili yetu kama vitamini na madini, tunatakiwa tule kwa siku, yanatumika kwa siku hiyo hiyo moja. Na ndio maana matunda na mboga za majani lazima kila mlo, kwa sababu ni moja ya virutubishi vyake ambavyo vinahitajika sana kwa kila siku. Lakini tusisahau kabisa uh, kula kulingana na kazi unazozifanya unafanya kazi ngumu, jitahidi wakati wa daku ule ushibe, umekula umeshiba. Lakini pia ukishamaliza kula usilale, unaweza ukaendelea na ibada, na mwisho asubuhi ukaendelea na kazi. Lakini wale wanaokula daku, huku mtu anakula huku anasinzia, hapo hapo analando. Ile hili unamaliza mazara, mazara na kitambi Ulianza kufunga na kilo sabini unamaliza na sabini na tano kwa sababu wewe, wakati wa daku saa kumi, hebu niambie, umekula chapati tatu. Eh? Umekula chapati tatu, umekula supu, kwa shushia na juisi ya tende. Najua tende ni, yani tende ina nguvu nyingi sana tende, tukisema tupime kwa vipimo, ina kilocalories nyingi sana. na ndiyo maana mtu anaweza akala tende akaendelea kuishi kama kawaida mwingine anaweza akalatenda wakati wa iftari, akasali akafanya na shughuli zake nyingine kwa sababu imempa nguvu za kutosha. Kwa hiyo tujitahidi tusisahau pia mazoezi. Tusisahau kabisa mazoezi jamani. Hiyo kwa siku tunatakiwa walau tutembee dakika 30 mpaka 45. Kama msikitini sio mbali sana na hapo ulipo kila wakati tunapoenda, hebu tembea, shuka kwenye gari, shuka kwenye kiyoyozi, upate jua lakini pia utembee, ufanye mazoezi. Unajua mifupa unavyozidi kutembea ndivyo inavyokuwa imara, lakini unavyozidi kukaa na kubweteka, yaani ile mfumo bwete wa maisha, yaani wewe ni lazima utaumwa kila siku, utaumwa mifupa kila siku, utaumwa mwili kila siku, kwa sababu pia mwili nao unasahau kazi yake, kwamba unatakiwa nao Uh, ujishughulishe. Kwa hiyo tusisahau mazoezi, lakini pia tuweke na muda wa kupumzika kwa kulala, kwa sababu huu ni wakati mzuri sana wa kufanya ibada zetu, lakini jitahidi basi tutenge kama muda kidogo, ili pia tu tulale. Uh, ndugu zangu wakina baba uh, wao Ramadhani, za mwisho huwa wanachoka sana, wengi hawana akiba mwilini au wale ndugu zangu ambao wana miili midogo hawana kitambi, kusema ukweli, wale wanachoka sana, hawana akiba wale, eh, hawana ile mafuta, mafuta mengi. Utawakuta wiki ya kwanza, ya pili wako active vizuri, lakini inavyozidi kwenda so, inavyozidi kenda ku, siku zinavyozidi kusogea, wale ndugu zetu wanakuwa wanachoka sana. Kwa hiyo, wakina mama tuwavumilia wakina baba wanakuwa wanachoka sana kipindi kile, lakini pia tuhakikishe wanakula mlo kamili, ili tuendelee kuwatunza kutunza afya zao na sisi pia kujitunza. Nawashukuru sana, naomba tujitahidi sana aa, kufata yale ambayo tumeongozwa katika vitabu vyetu vitukufu, lakini pia kitaalamu kidunia pia tujitahidi tufati ulaji unaofaa na mtindo bora wa maisha, iwe ni ngao yetu, ili kweli tuwe tumepata afya njema.